Karibuni sana kwenye Simu Tatu TV na blogu ya Simu Tatu. Nimefurahi sana kuwaongoza katika safari ya kihistoria kupitia maisha ya mmoja wa watu wenye utata mkubwa katika historia, Adolf Hitler. Hii ni sehemu ya kwanza katika mfululizo wa sehemu kumi, ambapo tutaangazia mambo yaliyomsukuma mtu huyu kuwa mmoja wa viongozi mashuhuri na wakati huo huo mwenye sifa mbaya katika historia. Leo, tutaanza na maisha yake ya utotoni. Adolf Hitler alizaliwa Aprili 20, Little to sentence of any meaning katika mji mdogo wa Braunau am in chini Austria. Baba yake Alois Hitler alikuwa afisa wa foroda, wakati mama yake Clara Hitler alikuwa mama wa nyumbani. Licha ya asili yake ya Austria, Hitler alikuwa na ndoto ya kuwa raya wa Ujerumani, ambalo lingeathiri sana maisha yake ya baadaye. Akiwa mtoto, Hitler alijulikana kwa kuwa mwerevu sana, lakini mwenye hisi ya tete. Alipenda sana sana, hasa uchoraji na usanifu majengo hata hivyo ndoto zake za kuwa msanii zilizimwa alipokosa nafasi mara mbili katika chuo cha sanaa cha Vienna. Kukataliwa huku kulikuwa pigo kubwa kwake na kumwacha katika umaskini mjini Vienna. Katika kipindi hiki, Hitler alianza kuwa na chuki dhidi ya Wayahudi. Aliwalaumu Wayahudi kwa matatizo mengi ya kijamii na kiuchumi yaliyokuwa yakikumba Ulaya wakati huo. Ubaguzi huu wa kidini na rangi ulianza kuchukua mizizi wakati wa ujana wake na baadaye ungekuwa sehemu kuu ya itikadi yake ya kisiasa. Katika sehemu hii ya kwanza, tumechunguza maisha ya utotoni ya Hitler, kuanzia utoto wake, kupenda kwake sana hadi maisha ya umaskini yaliyomwathiri sana. Kuelewa miaka hii ya makuzi ni muhimu sana katika kuelewa mabadiliko ya kisaikolojia na kijamii yaliyopelekea kuibuka kwa mtu ambaye angekuwa mhalifu wa kivita na dikteta mwenye utata mkubwa. Msikose sehemu ijayo. Katika sehemu ya pili, tutaangazia kujihusisha kwa Hitler katika vita vya kwanza vya dunia na athari kubwa ilivyokuwa nayo kwake, kisaikolojia, kiitikadi na kisiasa. Endelea kufuatilia Simu Tatu TV, tembelea blogu yetu davidmkolwe.blogspot.com na utufuatilie kwenye Facebook na Instagram kwa maudhui zaidi ya kipekee na yenye athari. Asanteni kwa kutazama, na tuonane katika sehemu.